Ndugu zangu nilisema aliyopita sindwele tugange ajayo, lililopita limepita. Kwa maneno tunasikia liko jengine linapangwa kini. Inshallah mola hatosimama nao, litapeperuka lakini nataka niseme, nataka niseme Nilimsikia mmoja kati waandaji wa nje anasema, hebu tarehe tisa liakhirisheni, nendeni subirini Krismasi, kwa sababu sasa hivi wamejipanga. Nataka niwaambie, wakati wowote wakija tumejipanga, wakati wowote wakija tumejipanga.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 hiyo inatokea ndani ya nyumba tu, ndani ya nyumba tu. Baba ukeshamkera mama, ukimrudia jioni akwambia, sitaki mpaka ufanye hili na hili. Na utafanya ili maridhiano yaende, uongo kweli. Sasa serikali haipewi masharti hayo, serikali haipewi masharti hayo, labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao hilo linakuwa serikali ya wanafunzi, hamtapata hili hili hili mpaka mfanye hivi, wanafunzi watafanya. Lakini sovereign state yenye kujielewa na kuendesha mambo yake mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Kama ni Watanzania wa kweli na wanaumwa na Watanzania, kama wanavyosema make mara nyingi wanasema o oh, tunasema kwa ajili ya wananchi, unajiuliza wepi wepi kama kwa ajili ya wananchi <apples> wananchi walishasema, walishatoa maamuzi, wameipa CCM asilimia tisini na saba. Hayo ndio maamuzi ya wananchi. Wananchi wanaowasemea wao wepi? Alafu wanahoji kwa nini asilimia tisini na saba, kwa nini isiwe? Waswahili wanasema paukwa pakawa, wao hawakuwepo na wale kumi na sita waliokuwepo ni wadogo sana wao, ambao wangetingisha CCM hawakuwepo. Hakukuwa na Chadema, hakukuwa na SCT, ndio ambao tungekwenda nao, na sisi tulijitayarisha kwamba tunakwenda kupambana na vyama vyenzetu vikubwa. Hawakuwepo, mwananchi afanyeje? Tunataka kuambia hata hawa wafuasi wao walipigia chama cha mapinduzi walipigia chama cha mapinduzi. Wale wanaohoji kwa nini asilimia tisini na saba? Hiyo ndio kilichotokea, ni asilimia tisini na saba ya waliopiga kura, sio ya watanzania wote, ya waliopiga kura ni asilimia tisini na saba. Kazi imefanyika, kampeni imefanyika, na watu wameelewa, wamepiga kura, na Mungu ni mkubwa, kwamba lile balaa walilianza saa tano sijui sita Watu walishajipeleka mapema asubuhi, wakapiga kura wakaondoka. Mungu ni mkubwa, hasa kwenye miji. Hawakufanya kote, hasa kwenye miji. Kwa hiyo, ndugu zangu, sisi ni Watanzania. Tanzania itajengwa na Watanzania. Jeraha limetokea, lazima sisi Watanzania tutibu jeraha letu, na hili sio la kwanza tulipata jeraha kama hili elfu mbili na moja. Ni watanzania sisi sisi, tukatibu jeraha letu. Jeraha hili halitatibiwa na nje. Nje tutawekewa masharti, tutafutiwa misaada, sijui tutawekewa nini gani, lakini watakaotibu jeraha hili ni sisi Watanzania. Ni waombe tukae kwenye majukwaa yetu Wazee mna majukwaa yenu, na kwenye majukwaa yenu mna dini mbalimbali, mna makabila mbalimbali mbali, mna vyama mbalimbali mbali, lakini wote wazee wako kwenye majukwaa yenu, kaeni mzungumze, kaeni mzungumze, vijana wetu wasitumike walivyotumika. Unaporudi leo mzee na kulia, kijana wako kaumizwa mguu, kijana wako kwa bahati mbaya alikufa. Ulishindwa nini kumzuia asitoke? Ulishindwa nini kumwambia maneno ya hakima asiende? Tukawaachia. Sisi ndio wazee wa nchi hii. Tukae tuzungumze na vijana wetu. Kwenye mabaraza yetu na kwenye majukwaa mbalimbali, viongozi wa dini. Kama kweli. Kama kweli, Vizimba vile tunavyoingia msikitini, Allahu akbar, Allahu akbar, na madhabahu yale tunayoyatumia. Kama kweli tunayatumia kwa moyo na kumsabili Mungu, twendeni tukamsabili Mungu.